Na leo nimekuja tena kwa azia Fursa Mbiombio, nitamani niwaonyeshe kitu. Unajua ukiambia fursa bwana inalipa, lazima uwe na akili ya ku act as soon as possible. Nataka niwaonyeshe leo kuna maturity date. Yaani na order kama mbili, lakini moja tayari imeshakuwa released, ukiangalia ile kama ilipokuwa inaonyesha pale

waf faida nimeshakwambia ni asilimia ishirini na nne. Sasa ni wewe kufanya maamuzi. Kama utaendelea kuweka hela yako benki sawa, ni wewe, kama utaendelea kuweka hela yako kwenye kibubu. Haya, siongelei, tunaweka huko, hela izae isiwe na lala, hela ile ile inatakiwa ingie kazini. Sasa inabidi tujitahidi ku-act. Matajiri wote wali-risk maisha yao, wali-risk fedha, wali-risk vitu vingi mpaka kufikia hatua hiyo. Watu wengi wanatamani kweli kuwa matajiri na kufikia uhuru wa kifedha, lakini wachache sana ambao wako tayari kulipa gharama ya uhuru wa kifedha. Wengine uoga wako tu ndio unakufanya uko maskini. Yaani, unaela ndio kiasi kidogo, lakini still unaogopa tu ku risk, ukidhani kwamba utapoteza, of which, mwisho wa siku bado hata ile nayo pia inapotea. Sasa hivi na isindane masaa mawili, kuna order nyingine pia itakuwa terminated. Sasa hiyo ni 200, na point ambayo imeingia through MetaMask. Sasa hapa na connect my wallet, Naam, nakuja nakuja, nakuja. Nimewasiliana na James bado nasubiria nijibu. Okay, sasa hapa ukija kuangalia anajaribu connect hapa. Mtandao wangu tukaa vizuri, basi naweza kufanikisha hilo kwa haraka, lakini uh, let me use my own network. Naona kama hii nilionayo network inasuasua. Naona ni kama inaweza. Yes. Na confirm, baada ya confirm sasa so najaribu kuwaonyesha hivi ili kwa motivate, lakini unaweza kutengeneza order za kutosha, ni wewe kama zingine utakula kula, unaweza ka kutengeneza account nyingi, moja kwa ajili ya kula tu kwa ajili ya dharura, pesa zako kwa ajili ya dharura. Ukiangalia hapa ndani ya siku ishirini na nane mia tano na tisini na ngapi, ni ongezeko kubwa sana kubwa ya 100 na point. Kwa hiyo unaweza ukaangalia ukawaza, mia nne na ngapi, mia mbili na sitini, yeah, na point, mia saba, mia saba na tisa, kama mia na ni wewe tu, ni wewe unaweza kujitengenezea utajiri, ukaweka oda unazotaka wewe muda ukifika, ita terminate no problem, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo niwakaribisha sana kwenye fursa ya Bitnest. Ukitaka linki uh, tafute ikuelekeze mwanzo mpaka mwisho namna ya kunufaika na hii fursa. Karibu.